0678813891. Habari za asubuhi, mtazamaji wa Sauti Kuu TV online popote hapo ulipo. Karibu katika matangazo ya moja kwa moja kutokea hapa Kawe jijini Dar es Salaam Tanzania, ziliko studio zetu za Sauti Kuu TV. Asubuhi ya leo mshirika wetu ni kanisa la Tabernacle of Glory TAG Kawe, lililopo pale Kawe Ukwamani, nyuma kidogo tu ya ukumbi wa CCM na kituo cha mafuta cha Puma, wakiendelea kukukaribisha na kukualika katika ibada zao mbalimbali kwa siku za Jumatano kama ilivyo leo wana ibada ya mafundisho ya Biblia, maombi, maombezi na hata ushauri endapo utahitaji, itakapotimu saa kumi na nusu za jioni hadi saa kumi na mbili kamili jioni kila Jumatano kama ambavyo itakuwa leo, lakini pia kwa siku za Jumapili wana ibada mbili. Ibada ya kwanza inaanza saa moja kamili asubuhi hadi saa tatu. Na ibada ya pili inaanza saa nne kamili asubuhi hadi saa sita mchana. Ibada hizi zote zinarushwa mubashara kupitia matangazo ya moja kwa moja ya Sauti Kuu TV online, kadhalika Rev Elingarami S Munisi online TV, hivyo unaweza kuwa mdau wa chaneli zote hizo mbili kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili ikusaidie kupata e, taarifa na kushiriki pia matukio hayo tu yanakotukia. Nikukaribishe kunako magazetini leo. Magazetini leo ni kipindi ambacho kinakujia kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi majira ya saa moja na nusu za asubuhi, lengo ikiwa ni kufahamishana e, nini kimejiri, nini kinatarajiwa kujiri na kimepata nafasi ya kuandikwa katika nakala e, mbalimbali za magazeti. Hivi sasa ni saa moja dakika thelathini na mbili kwa saa za Afrika Mashariki. Afrika ya Kati huko inatajwa kuwa saa kumi na mbili dakika thelathini na mbili tangu ilipotimwa saa moja kamili za asubuhi. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D. Si mbaya kukamilisha matangazo haya asubuhi leo. Pando mitambo mwenzangu ni Freedom Richard, niko naye sambamba hadi pale tamati ya magazetini leo karibu, nitegea sikio lakini pia unitizame mubashara kutokea hapo uliko ama live, nikuangazie na nikufahamishe kwa uchache tu, kisha nikupe nafasi ya kuendelea na majukumu mengine, ukizingatia bado ni asubuhi kabisa. Nianzie habari za kitaifa na kimataifa, nikitupia macho yangu manne gazeti Mwananchi. Habari kubwa nasema tujifunge mkanda tujifunge mkanda, eh. Haya yaliyotokea Oktoba 29 yatia doa taifa na kuliweka shakani, kukosa mkopo. Rais Samia awapa tahadhari mawaziri, aeleza mbinu wanazotakiwa kuzitumia kufanikisha miradi ya maendeleo. Habari picha, hapa inaonyesha mawaziri walioteuliwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakila kiapo kuanza rasmi majukumu yao katika sekta mbalimbali mbali. Habari hii imetajwa kwa kina katika ukurasa wa pili na watatu wa gazeti Mwananchi. Unaweza kujipatia nakala yako mara moja. Kauli ya wewe ni mwanaume jikaze gumzo. <laughs> Kauli ya wewe ni mwanaume jikaze gumzo. Mwana wanaume, mtuambie nyie huwa mnajisikiaje mkiambiwa wewe ni mwanaume bwana jikaze? <laughs> hata wakati wa msiba unaambiwa vile vile, umefiwa na mtu wako wa karibu, unalia ama unasikia uchungu, unaambiwa wewe ni mwanaume jikaze. Huwa mnajisikiaje? Mwananchi linasema kauli hii gumzo, gumzo. Kwa nini? Kamata nakala yako ya gazeti hili, ukurasa wake wa tano, unaeleza undani wa habari hii: Samia awapa zigo la vurugu za Oktoba 29, wadau wanena. Habari hii imetajwa e, katika e, nakala hii ya gazeti Mwananchi: MC Pilipili ameuawa kwa kipigo, baada ya taarifa ya polisi kuthibitisha hilo. Basi imeelezwa e, MC Pilipili ameuawa kwa kipigo namna gani? Basi endelea kufahamu kwa kina katika nakala hizi, lakini pia taarifa hizi zimesambaa katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Naondoka hapo nikiangazia gazeti ni Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo, habari yake kuu inasema hatuna fedha toka nje, ni kauli ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, anasema hatuna fedha toka nje, awaambia mawaziri jukumu lao ni zito, wafunge mkanda kufanikisha miradi ni athari za vurugu e, za Oktoba 29, aunda tume ya maridhiano. Habari hii utaipata katika gazeti Nipashe asubuhi ya leo. Mwendokasi kurejeshwa Mbagala kwa muda maalumu. Rais mstaafu wa Malawi ateuliwa upatanishi Tanzania. E bana, Rais mstaafu wa Malawi ateuliwa upatanishi Tanzania. Sawa. Mimi ni nani basi? Mimi nakuangazia tu, nasonga mbele, natimiza wajibu wangu. Nipashe limeandika mtahiniwa kidato cha nne auawa kwa madai ka, eh, kaiba simu. Habari hii ikitajwa ukurasa wa saba gazeti Nipashe. Wengi wanajiua kwa madhila mitajwa, eh, ya ndoa zao. Habari hii imetajwa katika nakala hii ya gazeti Nipashe mwanga wa jamii Naondoka hapo nikiangazia gazeti habari leo gwiji la habari Tanzania serikali ya kasi habari hii ni kamili gado katika ukurasa wa pili wa gazeti habari leo gwiji la habari Tanzania serikali ya kasi unaweza kupata nakala hii e, ukaangazia vipengele hivi ambavyo vimeorodheshwa hapa habari picha inamwonyesha raisi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu Daktari Samia Suluhu Hassan lakini pia mawaziri basi wale ambao wameteuliwa kuchukua nyadhifa mbalimbali katika sekta tofauti. Rais Samia aunda tume huru kuchunguza vurugu za uchaguzi. Kuongozwa na Jaji Chande na wajumbe saba. Habari ukurasa wa saba. Rais Samia aunda tume huru kuchunguza vurugu za uchaguzi tume hii itaongozwa na Jaji Chande pamoja na wajumbe saba wakitajwa katika nakala ya gazeti Habari Leo. Matumizi ya net yaokoa bilioni 13.3. Habari hii utaipata hapo. Chalamila agiza mabasi mwendo kasi kuanza huduma kesho. Eh, wajumbe wapewa mbinu kuepuka matapeli mtandaoni. Bashungwa Bashe nao watoa neno naondoka hapo nikiangazia gazeti Uhuru, ukweli daima, asubuhi ya leo. Habari lokolizo zowino inasema Rais Dr. Samia wafunda mawaziri pamoja na manaibu mawaziri baada tu ya kuwaapisha hapo Chamwino, Dodoma. Uteuzi wa ibua wachambuzi wa siasa na wasomi nchini. Mwendokasi Mbagala kuanza ruti kesho. Bosi T eh, T-A-R-A. Bila shaka mwandishi hapa atakuwa anamaanisha bosi TRA ataka wanahabari kuandika habari kuhusu bima bali imetajwa hapa katika gazeti Uhuru uh, ukweli daima atulie mbali. Gazeti Uhuru, gazeti Majira, mtazamaji asubuhi ya, ya leo limeandika, Rais Dr. Samia wakabidhi majukumu mawaziri wapya, awaambia haoni shida kufanya mabadiliko Aonya uwaziri sio cheo cha kujitapa, awaelekeza anayotaka wayafanye. Rais Dr Samia awakabidhi majukumu mawaziri wapya, haoni shida kufanya mabadiliko haya. Tume ya kuchunguza matukio Oktoba 29 yatajwa TA eh, TIRA, kumradhi, TIRA wanoa wana habari kuhusiana na masuala ya bima. Habari hii imetajwa hapa. Tanzania piga hatua kuimarisha muunganiko wa uwekezaji, tukio la mapacha wa Pemba na athari kwa jamii ni habari ambayo imeelezwa hapa. UN yaidhinisha mpango wa Marekani kwa Gaza. Habari hii pia imetajwa katika gazeti Majira, gazeti huru huru la kila siku. Haya. Gazeti Jamvi la Habari gazeti lako mtazamaji limeandika kazi imeanza, kazi imeanza, ndio habari iliyopamba ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Rais Dr. Samia ee, sawa e, sawa. Habari hii imetajwa ukurasa wa mbele, unaweza kukamata nakala hiyo kupata habari kwa kina. Naondoka katika gazeti Jamvi la Habari nikitupia macho gazeti Taifa Tanzania uzalendo kwanza. Habari ililokoliza wino hasa inasema Jaji mstaafu Chande kuongoza tume, uchunguzi, e, tume ya uchunguzi tume ya kuchunguza yaliyotokea Oktoba 29. Jaji mstaafu Chande kuongoza tume ya kuchunguza yaliyotokea Oktoba 29. Habari hii imepamba ukurasa mbele wa gazeti hili. Kesi ya Daktari Manguruwe wadai wadai mia moja kuongezwa kwenye hati ya mashtaka. Chadema walitaka jeshi la polisi kuwaachia viongozi wao bila ya masharti. Habari hizi na nyinginezo utazipata katika gazeti Taifa. Tanzania uzalendo kwanza. Gazeti Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. Rais Samia anasema nitapitisha panga mawaziri mizigo kama ambavyo tumeona mwanzoni, alisema haoni shida kufanya mabadiliko. Na hapa katika gazeti Uelekeo anasema nitapitisha panga mawaziri mizigo, atoa neno kwa walioachwa kwenye uteuzi, awaambia watendaji kujipanga kutekeleza miradi kwa fedha za ndani. Habari hii utaipata ukurasa wa nne kwani ndio ukurasa ulioandika habari kwa kina. Achilia mbali habari hiyo, naangazia habari nyingine. Uelekeo likiandika naibu waziri wa kumi na tano naibu mawaziri kumi na tano warejeshwa kumi na moja waachwa. Rais aunda tume kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani. E, watafiti waje na mradi wa kuimarisha uwezo wa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Habari hii pia utaipata katika gazeti Uelekeo, leo yetu ndiyo kesho yetu. Sasa tuangazie gazeti wa Machinga, Sauti ya Wanyonge. Gazeti hili limeandika kwa wino mweusi bwana habari semayo onyo kali hivyo tu, kurasa wa mbele wa gazeti hili. Habari hii kitajwa kuwa ndio habari kuu katika nakala hii ya gazeti wa Machinga. Onyo kali. Rais Samia sema hatashindwa kuwatumbua mawaziri wasiowajibika kwa wananchi, awataka wenye uwezo eh, awataka wenye uzito wa mwili <laughs> Mradhi, mtazamaji, habari inasema awataka wenye uzito wa mwili kupunguza <laughs> asema atawafuatilia mawaziri na manaibu wao kila kona katika kutimiza majukumu yao <laughs> kwa taifa e bana, kama wewe ni mzito wa mwili eh, bonge bonge hivi maneno ya Waswahili, basi punguza atangaza uamuzi mgumu, miradi ya maendeleo sasa kutekelezwa kwa fedha ndani badala ya kusubiri wahisani. Haya, NMB ya watambua wanafunzi ubora wa kuimarisha ushirikiano na chuo kikuu cha Dar es Salaam, habari hii pia utaipata katika nakala hii. Jaji Chande kuongoza tume uchunguzi vurugu Oktoba 29, kama hata nakala ya gazeti wa Machinga Sporti uweze kufahamu habari hiyo kwa kina. Gazeti Mwanahabari, gazeti bora ninalisoma kwa ubora likiandika kwa ubora. Rais Samia taka kasi baraza jipya la mawaziri, miongoni mwa habari ambazo zinaendelea kushika hatamu asubuhi ya leo katika nakala za magazeti tofauti kwa hapa nyumbani Tanzania ni pamoja na hii e, Rais Samia ataka kasi baraza jipya la mawaziri. Hii ni baada ya kuteuliwa hapo juzi na kuapishwa hapo jana, na amewataka sasa kufanya kazi kwa kasi na kuwajibika katika majukumu yao katika jukumu la kuwatumikia wananchi na vilevile amewaambia kwamba hato na shida kufanya mabadiliko. Mbarawa, Kihenzile wa washukuru watumishi uchukuzi Dodoma. Eh, madiwani CCM Kilosa watunishiana misuli wenye kiti halmashauri. Huku serikali ya Zanzibar kuendelea kujali kuthamini misaada inayotolewa na taasisi binafsi. Nakala ya gazeti mwana habari gazeti bora asubuhi ya leo linaandika habari hiyo kwa kina. Mtazamaji, hii ni sehemu ya kwanza ya magazetini leo, iliyo mahususi kwa habari za kitaifa na za kimataifa. Kama ilivyo ada, tunayapata mapumziko mafupi. Tukirejea hapa basi, tunaangazia michezo na burudani, na hasa ukiwa mwana michezo, kumbuka jina langu.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

namkaribu katika sehemu ya pili ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani. Mtazamaji popote hapo ulipo, na hasa ukiwa mwana michezo, nitegee sikio lako, lakini vilevile nitazame vile mubashara. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, karibu ni kuangazia gazeti la kimichezo na burudani pekee. Gazeti Mwanaspoti limeandika, mreno ataja mambo mawili, mpango wa ushindi Yanga, vilevile waanikwa mreno ataja mambo mawili. Huku Pantave aanza na watatu, Pantave aanza na watatu. Mayele hakimi wao tu, eh, kwa fei Azam waamue wenyewe. Hizi ndizo habari ambazo utazipata katika gazeti hili mahususi kwa habari za kimichezo na burudani pekee, gazeti Mwana Sporti. Naondoka hapo nikiangazia ukurasa wa mwisho wa gazeti Eh, gazeti Nipashe. Nipashe, Mwanga wa Jamii michezoni limeandika Ibenge azitaka tatu za AS Maniema ni katika kombe la shirikisho Afrika, wakati Azam Football Club wakiivaa timu hiyo ambayo anaifahamu we, wanaifahamu nje ndani. Habari hii imeelezwa hapa: Yanga Sports Club acheni AS Far, sasa waje. Ni habari ambayo imetajwa katika gazeti Nipashe unaweza kujipatia nakala yako. Benzema amchambua Mbappe huko Madrid. Nakala hii ya gazeti Nipashe inaeleza habari hizo kwa kina. Kwa hiyo, mwanamichezo, unaweza kukamata nakala yako mara moja. Gazeti Habari Leo michezoni limeandika Yanga ya ahidi burudani amani klabu Tanzania zatabiriwa taji Afrika. Vilevile Mayele yaingia tatu bora tuzo za CAF uh, 20% 20% kumradhi, 20% fungeni wachafua hali ya hewa siyo nyimbo. Futsal Tanzania kuelekea Ufilipino ni habari pia ambayo utaipata katika ukurasa wa ishirini na tatu gazeti ya habari leo, gwiji la habari Tanzania, kurasa wake wa mwisho naondoka hapo mtazamaji, nikiangazia gazeti Uhuru ukweli daima, michezoni vile vile limeandika Yanga yaipigia yaipigia hesabu kali. E, Farabat Yanga yaipigia hesabu kali. Robert pvsusha presha. Simba sesco nje mwezi mzima. MC Pilipili kuzikwa kesho. Gamondi aridhishwa na kiwango Stars. Ibenge kuamua hatima ya wachezaji Azam Football Club habari ambayo umetaja ukurasa wa mwisho eh, wa gazeti gazeti Uhuru Ukweli eh, Daima, ukurasa wake wa mwisho wa mwanamichezo unaweza kukamata nakala hiyo, gazeti Majira vile vile gazeti Uhuru la kila siku ukurasa wake wa mwisho umeandika Yanga Sports ya tua Zanzibar kwa kishindo, yaitahadharisha Farabat yasema ni mechi ya kihistoria Gamondi, malengo yangu kwa Stars yametimia habari hii vile vile imetajwa ukurasa wa mwisho wa gazeti hili huku Azam Football Club kuifuata AS Maniema leo. Habari hii pia imetajwa katika nakala ya gazeti majira, gazeti huru huru la kila siku, hasa ukiwa mwana michezo, naweza kukamata nakala hiyo mara moja. Gazeti jamvi la habari sporti, uh, gazeti hili limeandika El Ahli Tripoli ya rudi na mzigo kwa fitoto. Bana we Eh, Ahli Tripoli yarudi na mzigo kwa vitoto. Azam sasa bwana waamue wenyewe kuhusu huyu jamaa. Simba vs Petro Liwanda eh, Novemba 23 Kamara out. Nakala hii imetaja habari hii kwa kina eh, Simba vs Petro Liwanda Novemba 23 Kamara out. Haya. Naondoka hapo nikiangazia gazeti Taifa Tanzania Uzalendo. A kwanza michezoni, Yanga Sports Club yaahidi kunyoosha faraba Jumamosi, jezi mpya kuzinduliwa kesho. Simba yatangaza viingilio, yathibitisha mchezo ni Jumapili kwa Mkapa. E, zakazakazi feitoto Kagoma kutoka kwenye midomo ya waandishi, kulikoni? E, zakazakazi feitoto Kagoma kutoka kwenye midomo ya waandishi. Simba Sports Club ya hoji ratiba dhidi ya TRA. Habari hii imetajwa katika gazeti Taifa Tanzania, Taifa Tanzania, michezoni. Kwa hiyo unaweza kukamata nakala hii kupata habari kwa kina ama kuondoa utata wa habari inayokupa sintofahamu baada ya kuisikia na kuto kuikamata vilivyo katika ufahamu wako naondoka hapo nikiangazia gazeti Uelekeo Spoti, leo yetu ndiyo kesho yetu. Yanga yaitangazia vita Farabati, Simba Sports Club Petro Atletico, hawatoki salama kwa Mkapa, sisi tunasubiri kuona. Azam Football Club yakanusha kupokea ofa ya Faisal, mataifa 34 yatangulia Kombe la Dunia. Uelekeo Spoti linaandika michezoni huku bwana <laughs> mambo si mambo. Machinga Sport limeandika Yanga yatua Zanzibar kuwavaa Far Rabat. Miongoni mwa habari pia ambazo zinashika hatamu katika nakala za magazeti ya kimichezo na burudani ni pamoja na na hii, kuelekea mchezo huu e, ndimbo ala Shavu, kaf Simba na Petro Atletico. Habari hii utaipata vile vile katika gazeti wa Machinga Sport utakapo kamata nakala hiyo. Kaseja anazidi kung'aa championship Azam kuifuata Maniema DR Congo, leo ni habari ambayo imetajwa vilevile ukurasa wa mwisho kabisa wa gazeti hilo. Gazeti Mwanahabari mtazamaji limeandika kocha wa magzima, atajwa hatua KMC, Yanga yatua Zanzibar kuwasubiri FAR Rabat, Singida BS yapaa kuwafuata Waarabu, Luvanga ataka ufungaji bora Saudi Arabia, huku Simba kuelekea Dar leo kuwasaka Petro At Atletico habari hii ikitaja ukurasa wa mwisho wa gazeti Mwanahabari. Gazeti hilo linatuhitimishia ee, habari za kimichezo na burudani na magazetini leo kwa ujumla. Mimi naitwa Dorcas Daniel ambaye nimekuangazia magazetini leo kuanzia mwanzo hata tamati. Asante kuwa nami hadi wakati mwingine, na ukumbuke katika kukamilisha matangazo haya siko peke yangu, pande wa mitambo mwenzangu ni Freedom Richard. wengine huniita Double D. Kwaheri.